Dolakuganda kununulia miwani dola mia tano hamsini. Ndugu yangujaani, tushauliane. Ndugu zangu, tushauriane vipi? Dola mia tano, unajua ni matofali mangapi? Watu unawaza matofali tu dola mia tano jamani, milioni moja laki ngapi? dola laki tatu. Mkinana nimevaa hii niheshimu, mkinana nimevaa hii niheshimu. Tuko Instagram.

adipe <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> box la nini? Eh? Box. La box. Okay. Yeah. Milioni moja la kitatu. Unanunua miwani bei kubwa. Unajua? Sisi tuna watoto wanavunjaga I will check mo price.

Yeah, oh. Siaa mm -hmm. Kusafiri na lukube kumbe, waga watu wanafaidi kwanzia leo, niko nyumba yake kama begi kweli. Baaa we kweli bwana, milioni moja laki nane miwani hiyo, si msanii underground anatoa ngoma na ina

aibouapeaaamlau namtia kuniodea Wewe ndugu yangu wewe unalipo mshahara mkubwa tu eh kweli acha kwa kweli unajai kuzunguka na mimi ndugu yangu na mimi kwa sasa hivi nitakuganda kama ruba kwa sasa hmm. Jamani, hii hapa ni Baba Levo miwani, hiyo inaonekana kama ni ya kike, jamani. Sawa lokole 100% <laughs> <laughs> <laughs> eh? okay? Change. No, Van miwani mbili milioni tatu keshi. Thank you very much. Thank you.